Wazi, hewala. Ukisema kwamba vae kimili mkeo ni wakwako, utakeulizwa ni wewe. Lakini sima, tika misingi ya dini, mwongoze dini. Ukisimama thabiti kama mwanaume lazima amina tanyoka uongo uongo hey, kwa sababu unasemanga mkati mguru mbele ya kwa sababu wanaume ndio wao wanapata tabia zetu sisi wanawake, kwa sababu hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Lakini jitahidi sana katika dini, simama kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi. Namuomba aje mbele, wanasema Kiswahili, biashara ni matangazo. Nataka kutambua wapo MC wenzangu kila sehemu, huwa akosi MC kikiwa ni maodo tu, DJ Flet vinapendeza Jumanne, sio kama sina madhila, nikisema tu njoo nyumbani kwangu ukae hata wiki tasema dada, mbona yuko sana, na haya anayoyaona ni halali kweli? Kwa sababu ni binadamu, nimeumbiwa mapungufu na mume wangu, mimi ni binadamu, ana mapungufu. Kubwa katika familia ya mke na mme, Jumanne, ni subira. Ukiwa na subira utampenda Biamisa. Ukiwa na subira utamheshimu Amisa. Ukiwa na subira utamsemea mazuri Amisa. Hapo ulipo, sina shaka we ni bonge la handsome. Hata yamisa, mwanangu, toka siku ya kicheni pati mpaka leo nakutazama, we ni beautiful girl. Sasa nime wageni walikuwa hapo ni vita, ni vita mura. Yule atajiringia beautiful girl wake. Bwana Jumanne, kwa sababu ni mwanaume atasimama, kwa sababu ni handsome boy. Kubali kataa, Amisa ile, usinitishe kwa sababu ya uzuri wako. Na bwana Jumanne, usinibabaishe, kwani kitu gani? Isifikie huko, lazima leo taifa la wanyonge na taifa la mabeberu. Taifa la wanyonge ni Hamisa. Tunasema, tunarudi kwenye dini yetu. Waliosoma tunasema rijalu kawamuna la nisai, walikuwa na maana kubwa. Na wewe Bwana Jumanne, usiringie uensamboi wako, simama imara kama baba, msemee mazuri mama yako. Ukikaa na mkeo, zungumzia familia yako. Sisi wanawake huwa tunalewa sifa, akijua tabia za mama yako zikikaa kwenye mkono hapa, wallahi nakuambia hawezi kumpenda mama yako wala kumheshimu, kwa sababu hayo madhaifu, wewe ndio umeyaleta. Mi mama angu bwana, ah, simu inapigwa tu, labda na shida nyingine kwa mtoto wake. Eh, hello, salamu aleiku. Unaweka loud speaker mkeo au uo? Kwa sababu anakwenda kujenga familia yake, anasahau alikotoka. Hata kama mama kakupigia simu, wewe zungumza tu kwa maneno mazuri, hata kama amekukwaza mama yako. Huenda saa zingine kuna vitu kaviona kwa Amisa viko tofauti, lazima akuelekeze. Wewe mtoto wa kiume unaweka loud speaker mimi mke wangu leo kaamka hata hajanisalimia. Jamani, jamani, jamani! Jambo la kwanza mwanamke, jiko. Jambo la pili usafi. Amina. Kuna watu tumekuja hapa vizuri sana, narudia kusema tuko smart. Tukifika nyumbani kwetu kivua wigi wingi, astaghfirullah alazim tuna makonga ndo special kwa ume zetu. Uzuri barabarani kama hivi ng'ari ng'ari kifika nyumbani, dela la siku tatu unavua, iya baya pembeni, shika dela la kushindia. Akija mume kakaa karibu na wewe, kwa sababu ni mkewe, kukuambia anashindwa Nilijua utakuja kunitunza tu, nilijua ilikuwa na isubi ndio nimalizie kingine. Mwali wangu ubunifu, ndio maana nakwambia mwanaume harogwi, anarogwa kwa mambo eh. Anarogwa kwa mambo. Kwa nini nasema? Ruga ruga ngumu kidogo. Kwa nini mashangingi wanashikiria miji yao? Hey! Hamjiulizi kwa nini? Unakuta bunge shangingi likiamka asubuhi kwenye shughuli, paka inazama liko kwenye shughuli, lakini linajua umuhimu wa mume ni nini. Tunarudi kwenye ubunifu, baba harusi <coughs>